teaa kidog na baada ya hapo atatupatia baraka. Baada ya baraka tutakuwa na zoezi la picha, basi inapigia picha hapa mbele ya altare. Tutawaita kwa utaratibu, na baada ya kupaa picha tunafanya maandamano ya kurudi sakristia kwa ajili ya kufanilisha mavazi haya unapotoka sakiskia tutakwenda kwenye zoezi la kupanda miti maaskofu, mati a pamoja na majo yaliyeyafana naye wakimboni, pamoja na watoto wetu wawili katika hawo waliopokea kipaimara na mwalimu wa walimu katekista wakapanda miti ya mungubungu ya tukio na leo itoo ee zoezi hilo tunakwenda moja kwa moja kweetuka mapadri

Shum, Baba Askofu Kuu Yule Kane wa Ichi, askofu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, Baba Paroko Tito Lsua, Baba Boi Bazi kutoka Jigoni, Sista ambayo umeambatana na ujio wa Baba Askofu Kuu, kamati tendaji, wanakwaya, watoto wetu walioimarishwa na walezi wao, katekista na, na walei wote, tumsifu Yesu yeah. Kristu. Basi, kwa niaba ya kamati ni tendaji na halmashauri ya walei wote tunapenda kutoa shukrani za pekee kwako baba yetu kiongozi Tadeo wa nchi kwa kuja kuimarisha vijana wetu watoto wetu hawa hamsini na wawili ambao leo wameweza kupata kipaimara. Lakini tunakushukuru pia kwa kuja kutabaruku altare yetu kwa mara ya kwanza. Tunakushukuru pia kwa ujio wako kwa mara ya kwanza kuja kuadhimisha misa pamoja nasi na pia shughuli zingine ambazo zitaambatana nayo za kupanda miti na kuzindua nyumba ya bambali, lakini tunashukuru pia kwa kutuweza kuweka kuwa parokia teule kwa kipindi kifupi sana na kuwa parokia kamili. Baba Askofu, sisi to wana Nyeburu ambao tunainea <coughs> <coughs> yetu na tunakuahidi kwamba parokia yetu haitakuwa tena parokia tegemezi katika jimbo lako, bali itakuwa parokia ya kuzitegemeza parokia zingine i Yesu Kristo. Lakini baba tunamshukuru pia kwa kutuletea aza tito kutoka kule upande Gaza kama lio umesema kiatablisha Baba tunakushukuru sana kwa kutuletea fadha. Kwa kweli atatitia mafundisho ya kutosha, nasi anazidi kuimarisha na kutuimarisha katika imani ya kanisa Katoliki. Hivi sasa tunakuwa na misa za kila siku hapa kanisani na tunasali rosari na pamoja naye jioni katika kipindi na rosari, mwezi wa rosari. Tunakushukuru sana baba Tunakukalilisha tena na tena, ili upatapo nafasi, tunajua hapa ni nyumbani kwako. Tunakukaribisha tena na pia tunakukaribisha na, tuna na, tuna yes. Na, na baba yetu pasto kazi upatavyo muda basi, sisi tunawakaribisha kwa kalumjani kwetu Nyeburu. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana kwa kunisikiliza, naomba mtuuguzishe maiki kwa baba Paroko na baba Paroko kuadhimisha misa takatifu pamoja nani ikiambatana na sakramenti ya kipaimara. Aidha, inafurahi kukutana nani na kuadhimisha pamoja nani. Sio mara yangu ya kwanza kufika hapa, lakini ni mara yangu ya kwanza kuadhimisha misa hapa

pamoja na kusema kwamba wamekamilishwa katika neema ya ubatizo, bado ni vijana wanaokuwa na wanakuwa katika zama zenye changamoto. Kwa sababu hiyo, wana haki, wanahitaji kuendelea kupata malezi ya Kikristu, malezi ya kiuku, malezi ya uwajibikaji. Kwa hiyo baba paroko, ninalotangaza sasa sio ombi, ni agizo. Vinakuagiza ujipange, shirikiani na makatekista no na wazazi Kusudi vijana hao walioimarishwa waendelee kupata mistagojia. Sasa mistagojia sio bwana fulani anayetagojia. Mistagojia ni neno moja la Kigiriki ambalo maana yake ni mwendelezo wa mafundisho, mwendelezo wa malezi hawa vijana wanahitaji kuendelea kulelewa katika imani, katika maadili, katika utu na katika uwajibikaji. Wazazi, mwe makini na mtoe ushirikiano katika kuhakikisha vijana wenu hawa wanaendelea kufundwa. Usipofanya hivyo, utavuna mabua. Ukilima shamba ukazembea, gedere visi inanitenana mhanga, watakuja washirikiane nao kufanya nini? Kuvuna. Na wewe utakapokuja kutafuta mavuno, kutafuta mabua matupu. Sasa msipende kuvuna mabua, na ili msivune mabua, jipangeni wajibikeni kuanzia sasa, kusudi jukumu lenu na kuwafunda na kuwalea vijana hawa